Tuelekee Amu sasa ambapo wakazi wa Umandeni katika kaunti hiyo wanalalamika, wanalazimika kukwea miti au vichuguu ili kuweza kutumia simu zao za rukono. Sababu ni nini? Kwamba eneo hilo halina mawasiliano mazuri, kama anavyotufahamisha Rahma Rashid. Wakazi eneo la Umandeni kaunti ya Lamu wanalalamikia changamoto kubwa ya ukosefu wa mawasiliano, hali ambayo inawalazimisha wao kupanda juu ya miti mbalimbali ili kuweza kuwasiliana na jamaa zao. Ni jambo ambalo linawapa ugumu mkubwa, hasa wanapopata jambo la dharura. Kwa mengi hizi hapa ni isemi za wenyeji eneo hili Mawasiliano tunapata sida, manake mpaka upate upande juu ya mti ili upate mwezako kwa ajili ya network. Mm -hmm. Tungeomba network itukujie kwa ajili, tuko wengi maeneo mm haya -hmm. Mawasiliano ni sida, kwa maana hata kama saa hizi yasibeba simu baka nitokee kama ninapelekwa hospitali vitu niende nikaongee na watu yangu huko. Mawasiliano inachangia mambo mengi, maana hata nikapata na jambo la msaidia jirani kwamba kumetokea hivi na hivi, toka inakuwa ngumu juu siwezi mpigia simu mpaka niende shambani katikati, ama mpande juu ya mti ndio iwe utasaidika. Tunapanda juu ya mti <coughs> tutafute network, na ukitaka kuogea kama unataka kuogea bara ninasema utoke mahali bali upate mahali kuna network au asiliana na watu wako. Ngeomba serikali tuangalie kwa network sana, kwa maana network ni muhimu ukipata na sida hata jirani yako unajua unaweza mwambia. Changamoto za mawasiliano katika eneo hili la Umandeni loko mpaka wa Tanarifa na Lamu imelazimisha wenyeji Kuusafiri zaidi ya kilomita 15 maeneo ya Witu, maeneo ya Kipini ili kwenda kusaka mawasiliano. Hali hii inawapa changamoto kubwa, ikizingatiwa maeneo haya ni maeneo ya misitu, na vile ambavyo tumeweza kuwasikia wenyeji wamesema pia jambo hili linawapa uh, ugumu zaidi wagonjwa wanapotaka kusafirishwa, kwani pia eneo hili hakuna huduma za matibabu, wakitaka serikali kuweka minara ya mawasiliano eneo hili. Tahmarashid runinga ya Citizen Lamu. Turejee hapa studioni tupate tena mapumziko mafupi kabla ya kurejea na taarifa zaidi.